Sikiliza rafiki, leo nataka nikusimulie jambo ambalo hata upepo haupendi kulitamka kwa sauti, jambo linalovunja mabega ya walio wa imara na kuwaangusha wale ambao walijiona hawatikisiki. Kifo ni kama kivuli kinachokuja bila kutangaza, kinapita kimya, lakini kinatuvunjia ndani kwa sauti ambayo dunia yote husikia. Unajua rafiki, kifo hakigongi mlango Kinachukua mtu wako, kilio kinabaki kwako, kinapoteza pumzi ya yule uliyozoea kumsikia kila asubuhi na kuacha ukimya mzito kama jiwe la kaburi. Kifo ni mwizi mchafu mchana. Unaweza kucheka ukapanga kesho na ukapandisha matumaini kama vile kesho iko mfukoni mwako, harafu ghafla, kifo kinakuja, kinazima taa, kinakuacha ukitafuta joto la mikono ambayo haitarudi tena. Kuna wakati tunakaa tukijiuliza kwa nini. Lakini rafiki, kifo akijawahi kutoa majibu, hujibu kwa ukimya, na huo ukimya ndio unauma kuliko sauti yoyote. Unabaki na picha ukutani, harufu ya nguo, sauti kwenye kumbukumbu kumbu za simu, na kila ukifungua moyo unapasuka kama jela lililorudi kufunguka tena. Kama unataka kukimbia, lakini miguu inakataa, kama unataka kusahau, lakini moyo ukataa kusahau yule aliyewahi kuwasha mwanga ndani yako. Lakini rafiki, katika uchungu wote, kifo hutufundisha, hutufundisha kwamba upendo ndio urithi pekee unaovuka kaburi. Hutufundisha kwamba kusema samahani, asante na, na kupenda ni nguo za roho, na tusipozivaa leo, kesho inaweza kutucheka. Kifo kinauma, kinauma mpaka roho. Lakini waliotangulia hawajaondoka kabisa, wamehama tu kutoka macho yetu kwenda kwenye mioyo yetu, na kule hakuna kifo kinachoweza kuwafikia. Kwa hiyo rafiki, tukiendelea na safari ya maisha, tuwakumbuke tuwaheshimu, na tuishi kwa namna ambavyo hata wao wangejivunia. Maana mwisho wa yote, kifo ni ukimya, lakini upendo, upendo ndio sauti ambayo haifi daima. Msilanga the artist ukinita haujakosea nami itaitikia na